Katika neema yako nami, ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amina. Kitabu ni Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume ile 17 ule mstari wa 30 maandiko matakatifu yanasemeka: basi zamani, basi zamani zile za ujinga Mungu haijifanya kama zioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Basi zamani za ujinga Mungu haijifanya kama zioni, lakini sasa anaagiza watu wa kila mahali waweze kutubu. Zipo nyakati ambazo Mungu anazita nyakati za ujinga. Mfano, mwanadamu uliaishi mambo machafu, ulitenda unavyotaka wewe, usipopata mwongozo wowote, ulizini unavyotaka wewe, uliiba unavyotaka wewe, ulifisani, ulitoa hata mimba, lakini Mungu ajifanya kama jioni, hakukuhukuma hakukufanya jambo lolote, lakini sasa anasema utubu kuachana na uovu uliotenda kuachana na mabaya yetu uliyoyatenda. Ndipo wanasema zamani za ujinga ajifanya kama jioni. Unaweza ukawa umetenda mambo mabaya umetenda mambo maovu, lakini Mungu anakupa riziki, Mungu anakunia mvua, Mungu ana zaa jua kwa watu wote. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mwema, Mungu ni mwema kwa watu

Waisina mane uwatamatajiwa ya kwamba mwanadamu aukolewa kwa matendo ya sheria, bali kwa imani. Mwanadamu autaokolewa kwa matendo ya sheria, autaokolewa kwa kuwa unajitoa, autaokolewa kwa kuwa unasaidia watu, utaokoka kwa kuwa unamwamini Yesu Kristo, utaokoka ukiamini Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu, ukiamini hivyo anabisha moyoni mwako. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa tatu ule mstari wa ishirini na nane na Ufunuo wa tatu ule mstari wa ishirini anasema, tazama, tazama, nasimama mlangoni, ninabisha. Yeye asikia sauti yangu na kufungua mlango wake, nitaingia ndani yake

Hautatenda dhambi tena. Ni jambo la kuaminika na pasa kubaliwa, ya kwamba ukimwamini Yesu Kristo anakuondoa katika utumwa wa dhambi. Watu wanatumikia dhambi kwa sababu wamekataa, wamekataa kumwamini Yesu Kristo, wamewapenda rioya dunia. Lakini nataka ni kwambie hii dunia yoyote unayoona ni limbuko ya kazi ya mikono ya

Wa wote injili ni nguvu za Mungu iletayo wokovu kwa mabelti. Injili ni nguvu za Mungu iletayo wokovu kwa vijana wakubwa, hata wazee, wa wote walio mwamini. Wawe wote walio mpokea, aliwafanya kuwa watoto wake. Ukimpokea Yesu Kristo, uki mwamini Yesu Kristo

Hakuna wokovu kwingine popote, hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu chini ya jua liwezalo kutuokoa. Jina la Yesu Kristo ndio linaokoa. Jina la Yesu Kristo linaondoa dhambi. Jina la Yesu Kristo linaondoa uchungu wa moyo. Jina la Yesu Kristo ambaye nabubili toniwalewo ukimwamini ukimwamini unachana na Yesu Kristo, anaokoa haleluya! Popote ulipo, hizi ni habari njema zinatoa wokovu kwa watu wote. Nyakati ni za tari, yaliyotabiriwa ndio yanayotokea sasa. Hizi nyakati ni nyakati za tari, ukifa wa zambi

alizaliwa kama yeye ambaye naye atakufa. Mwamini Yesu Kristo, yeye ndiye mpanyaji, yeye ndiye mwokozi, yeye ndiye anayetoa, anatoa shida zote zilizoko katika moyo wako, yeye ndiye faraja ya maisha yetu. Mwamini Yesu Kristo, anakuita. Mwamini Yesu Kristo, anaita watu wote sawasawa na maandiko yanavyosema katika kile kitabu, kile kitabu cha Mathayo

nambeiya zambi alikuwa yuko tayari kumsamehe yeye, yeyoaminie, yuko tayari kukusamehe. Joli waleo Yesu Kristo, eye mkazi wa makongorezi yuko tayari kukusamehe na uovu wote ulioutenda ukimwamini. Maandiko mekawazi, ukisoma kile kitabu cha Mathayo, Mathayo ishirini na sita, Mathayo ishirini na sita kwenye mstari wa ishirini na nane anasema, hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika, damu ya Yesu Kristo ilimwagika, akuwa mwizi, akuwa kibaka, akuwa mzizi, alimwaga damu yake ili yeye aaminiye aweze kuokolewa.

uyo kokote ulipo, damu ya Yesu Kristo iliyowatamani aliwacha kiti chake cha enzi, akaja kupigwa, akaja kusulubiwa. Isaya inasema ya kuwa alijeruliwa. Hakuna mtu yeyote aliyewahi kujeruliwa kama Yesu Kristo alivyojeruliwa. Alikuwa tamaniki, alikuwa alikuwa hatananishwi na kitu chochote, ili aweze kuniokoa, ili aweze kukuokoa ili mwanadamu wawache zanzi ili mwanadamu wawaamini. Lakini leo umefanya moyo wako kuwa mgumu, utakuwa mgeni wa nani? Hebu jiulize mwenyewe, utakuwa mgeni wa nani? Parapanda ikilia ukiwa ujaokoka, haya yote niliyosema utayakumbuka, lakini hayo takusaidia.

Nema ya Kristu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Hilo ndiyo neno la Bwana. Asante sana, uliopata neema ya kuweza kusikia, usifanye moyo wako kuwa mgumu, liamini neno la Kristo. Si neno langu, si neno la mwanadamu. Yesu anasema na wewe kupitia neno lake. Basi ninaenda kuomba, naenda kuomba kwa ajili ya neno la Bwana na mtakuwa ninamalizia. Asante mtakatifu, huyu Bwana aliye mwezeshi, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Bwana tunashukuru kwa wema wako na fadhili zako Bwana, wema wako Bwana pekee uzidi kutuvuta, uzidi kumvuta hata yule aliye mbali anayesumbuka aliyefungwa, aliyelemewa na mizigo, wema wako pekee, Bwana, ukaweza kumvuta hapa.